Njia namba moja, effective ya kupata updates za kazi za kila siku, nenda ajira poto. Kama hauna akaunti tengeneza, fata utaratibu wao, au ingia kwenye hii tovuti ya ajira.go.tz, fata utaratibu watakao kuelekeza. Njia namba mbili, ingia kwenye tovuti mbalimbali mbali. Mfano, ingia kwenye tovuti za benki mbalimbali, kama vile careers.nmbbank.co.tz na mwisho, kupitia mitandao ya kijamii. Hapa naongelea mitandao ya kijamii kama Instagram, Facebook, LinkedIn. Hii ni mitandao ambayo ukiwa unafollow page ambazo zina posti ajira ni rahisi kupata updates za kila siku zinazohusiana na ajira.